Kwa muda mrefu kama mwanadamu anaishi katika ulimwengu huu, roho na mwili vinahusishwa na kila mmoja. Wakati kifo kinapotokea, ushirika huu unafikia mwisho. Mwili utarudi kwenye asili yake ambayo ni dunia. Roho pia inarudi kwenye asili yake ambayo ni ulimwengu wa kiroho wa Mungu. Jini tete huanza maisha yake kama seli moja lakini huishia kama mwili kamili wa binadamu wakati wa kuzaliwa wake. Nafsi ni sawa, inapotokea kwanza kutoka kwa ulimwengu wa kiroho wa Mungu, haina nguvu, lakini kama imekuwa vizuri, iliishi maisha mazuri katika dunia hii na kupata sifa za kiroho basi, inarudi katika hali ya nguvu na utukufu kwa makao yake ya asili, kudhihirisha ishara za Mungu na kuwa na sifa za kimungu. Inahifadhi ubinafsi na utambulisho wake, na kama vile Baha'u'llah anavyoahidi atashirikiana na mitume wa Mungu na wateule katika maeneo yaliyo juu. Katika jedwali la Abdulazak Bahaula anafungua Quran ya nafsi, baada ya kujitenga na mwili, nafsi ambayo imetembea katika njia ya Bwana wake katika maisha haya. Wakati nafsi itaacha mwili, hata hivyo itaondoa kupanda vile na kufunua ushawishi kama huo, kama hakuna nguvu duniani inayoweza kufanana. Kila nafsi safi iliyosafishwa na iliyokaswa itapewa nguvu kubwa na itafurahi kwa furaha kubwa. Hapa tunaona utofauti. Tunaona tofauti kubwa katika nafsi mwanzoni wakati inahusishwa kwanza na mwili wakati wa mimba, na kwa ukamilifu wake wakati inarudi kwenye asili yake katika ulimwengu wa kiroho wa Mungu. Mwanzoni bila nguvu zote, mwishowe ni, ni mreki wa sifa nyingi na sifa za kiroho Hali ya nafsi katika ulimwengu ujao, kwa hiyo, inategemea upatikanaji wa sifa za kiroho kwa njia ile ile ambayo hali ya mtoto aliyezaliwa katika ulimwengu huu inategemea maendeleo yake ya afya katika ulimwengu wa tumbo. Tunajifunza kutoka kwa maandiko matakatifu kwa kuangalia asili kwamba uumbaji wa Mungu hauna mwisho, hauna mwisho katika kila hali. Hii ni kweli ya ulimwengu wa kimwili ambao haina kikomo kwa uh, ukubwa. Pia ni kweli kwamba kwa ulimwengu wa kiroho wa Mungu. Baula la Abdulabaha, wakati vibao vyao vingi wamefunua kwamba roho ya mwanadamu itaendelea katika ulimwengu wa kiroho ambao, ambao ni ahadi idadi uh, isiyohesabika na isiyo na mwisho katika upeo. Katika moja ya vidonge vyake, Baha'u'llah anasema kwamba ulimwengu wote wa kiroho wa Mungu unazunguka ulimwengu huu na kwamba kati kila ulimwengu hali fulani imeamriwa na Mungu kwa kila nafsi. Mmoja ya siri za kuvutia za uumbaji ni mahali ambapo ulimwengu ujao, uwanja wa kiroho ambao umetajwa katika vitabu vyote vya mbinguni. Utafiti wa maandiko ya Baha'u'llah na maangali, na kuangalia asiri utatatua swali hili. Moja ya kanuni za asili ni kwamba aina za juu za maisha zinazunguka na hutegemea chini kabisa. Katika ulimwengu huu wa kimwili, tunaona kwamba vitu vyote vilivyo hai vihupata riziki yao kutoka kwa ulimwengu wa madhini, ambao ni ufalme wa chini Dunia hii ingawa ni aina ya chini kabisa ya maisha, inaanza aina za juu, na inaweza kuonekana kama mzunguko wa msingi ambao falme za mboga, mnyama na mwanadamu zinazunguka. Hivyo hivyo ulimwengu wa kiroho wa Mungu, kama ilivyoshuhudiwa na Bahaullah, vibao vyake unazunguka ulimwengu huu, ulimwengu wa mwanadamu. Hii aina ina maana, maana kwamba dunia ina ijayo si talaka kutoka maisha katika dunia hii, lakini badala yake inazunguka. Tunaona katika asiri kwamba wakati mtoto anakuwa tumboni, yeye ni kama kweli katika ulimwengu huu kizuizi kidogo tu kinatenganisha ulimwengu kwa tumbo kutoka kwa. Hii ni kama kuku ndani ya yai kabla yai halijafunguliwa ganda nyembamba hufanya kama kizuizi, lakini yai kuku wako katika ulimwengu huu tangu mwanzo. Mtoto aliye tumboni mwa mama hawezi kugundua kwamba ulimwengu ambao unakusudiwa kuzaliwa ni wa kushangaza karibu naye. Kanuni hii inatumika katika maeneo ya kiroho pia. Kwa muda mrefu kama mwanadamu anayeishi katika ulimwengu wa kimwili, hawezi kukamata sifa za ulimwengu ujao ambao au na kumbachia ulimwengu wa binadamu na yote yaliomo, wala hawezi kuona ukuu wa uzuri wa ufalme za mbinguni. Ni baada ya mtu, ni baada tu ya kujitenga na mwili, ndipo roho itathamini itathami jinsi ulimwengu wa kiroho ulivyo karibu na jinsi unavyozunguka ulimwengu huu wa kimwili kisha itatambua kwamba kama Baaula anavyoshuhudia katika moja ya vibao vyake, ulimwengu zaidi ni tofauti na ulimwengu huu, kwani ulimwengu huu ni tofauti na ule wa mtoto akiwa bado tumboni mwa mama yake. Nukta kumi na tatu. Mungu ana hakumpa mtoto ambaye hajazaliwa uwezo wa kugundua udogo ya kugundua udogo wa makazi yake ya muda au ukubwa na uzuri wa ulimwengu huu. Hivyo ndivyo yeye hajampa mwanadamu wakati katika dunia hii na uwezo wa kutambua hata kwa kipimo kisicho na kipimo, hali ya ulimwengu wa kiroho wa Mungu. kama angekuwa utulivu na madhumuni na maisha haya yangekuwa ya yamedhoofishwa kabisa. Bahaula anasema katika moja ya vidonge vyake kwamba ikiwa kituo cha kilichokusudiwa kwa muumini wa kweli ulimwengu ulimwenguni zaidi ya kufunuliwa kwa kiwango cha jicho la sindano, kila nafasi ingeisha kwa Ekstasy. Ulimwengu. Hadithi ya Sayyid Ismail wa Dhavar aliyepewa jina la Thabil sacrifice ambaye alifikia uwepo wa Bahaula huko Ghahad ni mfano. Bahaula alikubaliana na ombi lake la na kumfunulia mwanga wa ulimwengu usiofahamika wa Mungu. Kwa sababu ya uzoefu huu, Dhabir hakuweza tena kuvumilia kuishi katika ulimwengu huu na kuchukua maisha yake mwenyewe. Wale ambao wameyapitia wamepita katika maisha ya baadaye ukaa katika ulimwengu ambao unafunika na kukumbatia maisha haya. Ushawishi ambao nafsi safi na zilizopewa nuru katika ufalme wa kiroho zina utumia ulimwengu wa binadamu ndio sababu kuu ya maendeleo yake, kulingana na mafundisho ya Baha'u'llah. Ukweli huu unaweza kuthaminiwa ikiwa mtu ana, ataangalia asili na kuchunguza uhusiano wa mtoto ambaye hajazaliwa na wale wanaomtunza katika ulimwengu huu. Kuna watu wengi ambao wanaendezwa sana na ustawi na watoto ambao hawajazaliwa. Kwanza, kuna maana anayezaa mtoto anampenda na yuko tayari hata kutaharisha kuhatarisha maisha yake kwa afya ya na ulinzi wake. Kisha kuna baada na watu wengine wengine ambao wanahusika moja kwa moja au kwa njia isiyo ya moja kwa moja katika ustawi wake, lakini mtoto a uh, muradi tu anapitia hatua ya, ya ukuaji wa kiini tete hajui upendo na utunzaji ambao Unaeleke, unaelekezwa kwake. Vivyo hivyo roho hizo katika ulimwengu ujao ambazo zina sifa za kiroho ni vyombo vya ustawi wa mwanadamu, maendeleo au ukuaji katika dunia hii. Katika muandiko, maandiko yake mengi, Bahaula amehusisha maendeleo ya mwanadamu katika ulimwengu huu na ushawishi wa kozi ya juu mkusanyiko wa manabii na roho takatifu za zilizochaguliwa na Mungu. Pia anaonyesha kwamba wakaj, wakati waumini wa, wa, katika zahanati hii wameonyesha ushujaa wa ajabu na kujitolea katika njia ya Mungu. Vitendo hivi vimesababisha furaha kubwa na furaha kati ya kongamano la juu.